na mtazamaji wa UTV ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani. Mimi ni Sauda Hussein, leo tumekuja kumtembelea uh, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Bora Initiative. Huyu ni mwanamke ambaye akijulikana kwa jina la Abela Batiunga. Ni ana story ndefu kidogo, ni mwanamke ambaye au ni msichana ambaye alifeli form four, um, akafiwa na mzazi akalelewa na watu wengi, lakini hii leo tunazungumzia ni mkurugenzi wa taasisi ambaye imeajiri zaidi ya vijana ishirini na tano lakini pia vijana wengine zaidi ya hamsini wakiendelea kupita Uh, katika taasisi yake kwa mafunzo mbalimbali, mimi pia ikiwa ni mmoja wa watu ambao niliwahi kunufaika katika mafunzo yake. Na kujua zaidi kuhusiana na yeye, tusikilize kwa muhtasari uh, wasifu wake. Abela Bateyunga ni mjasiriamali wa kijamii mwenye ujuzi na uzoefu mpana katika utawala bora, vyombo vya habari, ubunifu na sanaa kwa zaidi ya miaka kumi na tano anawahamasisha na kuwawezesha vijana wa kike na wa kiume kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii zao. Kama mwanzilishi wa Tanzania Bora Initiative tbi Abela anaongoza vijana, hususan wasichana, kushiriki katika masuala ya utawala na haki za kiraia. Kupitia TBI anakuza ushiriki wa wananchi, anahimiza uwajibikaji na anapigania mabadiliko ya sera yanayolenga ustawi wa jamii. Mbali na hayo, Abela ni mkurugenzi, mwandishi wa tamthilia na mwandishi wa nyimbo katika Hii Ni Africa Musical Theatre pamoja na jamii ya wasanii. Kupitia jukwaa hili anakuza vipaji vya wasanii wa Kitanzania kita anainua ubora wa sekta ya ubunifu na kuathiri kwa njia chanya mtazamo wa kitamaduni na kijamii. Kwa kusimulia upya hadithi za Kiafrika kwa heshima na fahari, Abela anajenga taswira yenye thamani ya kusimama kama balozi wa diplomasia ya kitamaduni ya Tanzania. Maono yake yanaelekezwa katika kujenga jumuiya ya wajasiriamali hasa katika sekta ya ubunifu ili kushughulikia changamoto za kimataifa kwa kiwango kikubwa. Anaunganisha vijana wajasiriamali wa ndani na kuwajengia mtandao wa kuzalisha suluhisho halisi kwa matatizo yanayokabili jamii. Katika tasnia ya vyombo vya habari, Abela anatumia elimu kupitia burudani yaani edutainment kuhamasisha vijana wa Tanzania kushiriki kikamilifu katika michakato ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Amehudumu kama mtayarishaji na mtangazaji wa televisheni na redio na anaendelea kuwanua waandishi wa habari kwa lengo la kukuza na kuimarisha sauti za vijana. Uongozi wake mahiri unatambulika kimataifa kupitia ushiriki wake kwenye mpango wa rais wa Barack Obama young african leaders initiative yali mwaka 2014 na kama mhitimu wa building bridges program ya shule ya utawala ya nelson mandela mwaka 2018 amehitimu shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha dar es salaam diploma katika uongozi kutoka taasisi ya uongozi na chuo kikuu cha alto na diploma ya usimamizi endelevu kutoka taasisi ya usimamizi ya uswidi SEM na pia shahada mbili za uzamili, moja katika utawala mkakati kutoka kituo cha mahusiano ya nje cha Dr. Salim Ahmed Salim, CFR, na nyingine katika sera na utekelezwaji wa maendeleo kutoka chuo kikuu cha Cape Town, Afrika Kusini. na huo ni wasifu wake kwa muhtasari, lakini niko naye hapa. Tutakwenda kusikia mengi sana kuhusiana na yeye, yale ambayo umeyasikia hapo na ambayo haujasikia hapo. Habari yako? nzuri sana habari yako? nzuri sana. Nimefurahi kukuhoji kwa sababu niliwahi kuhudhuria mafunzo yako, kwa hiyo na mhoji mwalimu wangu, sivani? <laughs> <laughs> <laughs> kama mwalimu nadhani eh, kila mtu kwa wakati wake ana eh, ya kumfunisha mwenzake. Okay. Kwa leo pia wewe unakuwa mwalimu wangu labda. <laughs> labda labda, anyways, uh, watu wangependa pia kujua Abela amefikaje kwenye kuwa mkurugenzi taasisi ya Tanzania Bora Initiative na kwa nini Tanzania Bora Initiative? Tanzania Bora Initiative kwa Kiswahili, juhudi ya kuifanya Tanzania kuwa bora. mm -hmm. Maanake ni juhudi, si ndio? uh, atu hatujiaminishi atu, kwamba tunajua kila kitu. Kila siku asubuhi tunaamka kufanya juhudi tunazoziweza kufanya nchi kuwa bora. inasherehekea mm -hmm. E, miaka kumi sasa Kwa okay. tumeanza mwaka elfu mbili na kumi tume mm -hmm. na tano tumekaa tumepambana, na lengo ni, ni, ni jepesi lakini gumu kulea vijana, kuwafanya vijana kuwa viongozi, lakini pia lengo ni kufanya wale vijana viongozi waweze kuchangia kwenye maendeleo ya nchi. Lengo letu ni kuweza kuchangia kwenye uchumi, kuchangia kwenye kukuza jamii inayoeleweka inayojielewa mm -hmm. na kuweza pia ku, ku, kuendeleza urithi baba wa Nyerere, kwamba watu walioendelea ndio wanaendeleza nchi Tunaendelezaje watu kwa fikra? Mimi I believe, if people are transforming in their mind. Watu wakiweza kubadilika kwenye fikra wakapewa ujuzi uh, na maarifa sahihi ya karne ya ishirini na moja tunatoboa. Ni yani, kwa namna gani sasa Adela alipanda kufika hapo? Abela bwana, alilelewa ndo maana mimi ninalelea si, mm -hmm. sindio? Mimi nililelewa na walezi mbalimbali, lakini walezi wakubwa walionilelea mimi ambao kama wamenisaidia, nimelelewa na Reginald Mengi marehemu. Reginald Mengi alikuwa ni mentor wangu mkubwa. mm -hmm. Bosi wangu alikuwa Ruge Mtahaba, nimefanya kazi clouds, kidogo. Nimelelewa na Modest Mahiga alikuwa ni one of my bosses huko mwanzoni. Nawaongelea hao watu watatu, wana mchango mkubwa sana kwenye maisha yangu. mm -hmm. Kwa maana mimi nimefanyika kuwa mlezi wa vijana kwa sababu wasingenishika wa mkono na mambo mengi na sehemu nyingi weza kufanya. mm -hmm. Baada ya kulelewa nikapewa uh, nafasi ya kukua na mimi nina jukumu la kukuza wengine. mm -hmm. Lakini zaidi ya kulelewa, bela ni mwamini, mimi naamini kwamba naishi maisha yangu kwa kusudi. mm -hmm. Na kusudi langu ni kute, kutumikia taifa. my personal mantra mm -hmm. is for God and country, yaani mm -hmm. ile ile kauli mbiu binafsi nafanya kila kitu, huduma kwa Mungu, huduma kwa nchi. Ume graduate masters mbili kwa wakati mmoja? Ndio, ndio. Na kuna mtu mmoja, kuna kipindi tulikuwa tunakuzungumzia kwa wema. Unajua, kuna mtu anaweza kukaa kaza kumzana kwamba yule mtu bwana ana akili, akaambia tena mwaka jana ame graduate uh, masters mbili kwa wakati mmoja. Nikamwambia kwa ninavyomuona yule tu, angeniambia tatu kwa mara moja anaweza unawezaje? <laughs> yote hayo sile mafanikio ni taarifa mm -hmm. Taarifa huleta ujuzi, ujuzi huleta hekima, hekima huleta insight alafu inakusaidia kuweza kufanya au kuamua mambo, ata miradi ya kibabe, utafuta ushirikiano wa kibabe, ukafanya fundraise kupata pesa nyingi, kii kushukumikia watu wengi kufanya. mm-hmm. Kwa, kwa sababu lazima uendelee kuitafuta elimu lika babangu mzazi, mababaangu anasema kwamba msiache kujifunza na usicheze elimu. mm -hmm. Kwa hiyo kwangu mimi elimu sio tu ni makaratasi au credential. mm -hmm. Inanisaidia kukutana na watu sahihi, kukaa kwenye jumba sahihi, kujif, kujipata mawazo sahihi, lakini pia kufanya miradi ambayo yenye tija kwa ajili ya kufanya mabadiliko kwenye nchi. mm -hmm. Kwa hiyo nisema nina contribute kwenye dira ya maendeleo ya taifa, sibahatishi. mm -hmm. Because nachukua dira kwenye sheria mm -hmm. Kwenye, kwenye policy kwenye regulation nasema, alafu mm -hmm. nataka kwenye glass nasema, inafikiaje ya wananchi then natengeneza mradi hata. mm -hmm. nikiandika mwimbo wangu naandika mwimbo mm -hmm. ambao una una mandhari mipana sana mm -hmm. Si ndio, yeah. Okay. Yeah. Kwenye, kwenye hizo uh, nyimbo ambazo baadhi umeitunga ama umeandika kuna yoyote ambayo na iko familia watu wanaijua? mm -hmm. mimi sana yangu ni tofauti kidogo mm -hmm na miradi miwili ambayo inaendelea na mradi wa tatu kama mwaka kesho. Mradi wangu wa kwanza unaitwa Hii ni Afrika, ni theater ambayo tunaandika stori ya waafrika kwa ajili ya waafrika. Mara nyingi stori ya waafrika imekuwa ikielezewa na watu wengine ambao sio waafrika, so this is a movement of saying tunaandika stori ya waafrika kwa waafrika. Tuli launch miaka miwili iliyopita kwa jamii, kwa mabalozi, kwa nchi mbalimbali, imependwa sana. Mwaka huu oni mwezi uliopita nimetoka Joburg, Johannesburg na Cape Town na Nairobi kutafuta show schedules kwa ajili ya kupeleka timu yangu ya wasanii arobaini kufanya show kuelezea story ya Afrika. Mradi wangu wa pili unaitwa Hii ni Tanzania. Nilifanya Hii ni Afrika watu walipenda sana, na lengo la Hii ni Afrika ni kupeleka hii story ya Afrika New York, Broadway na West End UK telling the African story to the globe kama vinavyoelezea Lion King au Fela Kuti. Tunataka tupeleke another creator kubwa zaidi, yenye yenye inajili eny, eny, na masimulizi ya Kiafrika. Tufanya hii ni Afrika, Afrika, tukaulizwa Tanzania iko wapi, mbona mtonyesha bara, mtonyeshi nchi, so it was a very good challenge kwa kwa miaka. Hii ni Afrika nilikuwa kwa miaka saba 7, ndiyo maana nikaenda shuleni kujifunza, maana nina kuandika story ya Afrika, nikagundua eh eh sijui ya <laughs> masters yangu South Africa kwa ajili mm -hmm. ya kujifunza uh, kuhusu Afrika hii ni Tanzania so sasa saaumaeleka kwa miaka miwili sasa. The idea ni kuelezea historia ya Tanzania. Mimi mimi sasa kama mwanadiplomasia mm -hmm. sindio, kuelezea historia ya Tanzania na kubeba cultural diplomacy na kusema kwamba we can center our country kwenye geopolitics. Mm -hmm. like, so unaelezea hii ni Tanzania, historia ya Tanzania unaelezea hii ni Afrika historia ya Afrika alafu unasema mwaka wa kesho na another, wa Tanzania nostalgia hmm, nyimbo ambazo zinafanyia kumbukumbu na uzuri wa nchi yetu kama maua mazuri, si ndio? Tunaelezea hayo ili kuweza kuwaunite wa Tanzania kwamba kuna mambo mengi yanayotuunganisha zaidi aofanyini aotenganisha, lakini pia kuwachukua diaspora wa Tanzania wanje, watanzania na kusema nyie hata kama mko nje ya nchi ya nchi, ni sehemu ya nchi yetu. Kwa nafasi ulionayo kama kiongozi na ni moja ya jitihada pia ambazo unapigania ni kuhakikisha kwamba kunapatikana usawa na katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi, wanawake bado hatua zinapigwa, lakini sio kwa ukubwa kama inavyoonekana, na wakati mwingine hata hizo nafasi zikipigwa bado kuna kurudishwa nyuma. Unafikiri nini kifanyike, hizo hatua zinazoonekana za maksudi zikifanyika na watu kama nyinyi na serikali na taasisi uh, mbali mbalimbali zifanikiwe, basi hata ikifikia malengo elfu mbili uh, hamsini yawe angalau yamefikia kwa kwa kiasi fulani. Sauda, mimi nina background ya sheria, nimekwambia na degree ya ni, sheria. Kabla sijaanza kufanya kazi hizi za kimaendeleo, nimefanya muda mrefu kazi ya harakati za haki za binadamu uh, nimetetea sana haki za wamama na mabinti mm -hmm. Na ninakuwa vutwa sana kwenye maswala ya mirathi, sababu mwenyewe nimeathirika kwenye mirathi baada ya babangu kufariki, na nimeona mambo mengi ya mirathi ikiwa imepitiwa ime, haki za mabinti Uh, sababu na sipendi bad casual practice kama masuala ya kukeketa wa mabinti, mabinti kuolewa wakiwa na, na umri mdogo umeelewa. uh, kuozesha mabinti, mabinti katika umri mdogo umeelewa. So haya yote mimi nayafahamu kama ni mambo sio sahihi, na pia nafahamu kama tuna operate kwenye environment ya mfumo dume, ni ukweli so si dharau hizi factor zote na lazima tufanye kinalowezekana katika, katika uwezo wetu either kufanya enabling policy mm -hmm. friendly environment, yani kuwa kuna sera rafiki ambayo inakubaliana ina kwamba kwa muda mrefu wanawake na mabinti mm -hmm. wamekandamizwa na mfumedume, kwa lazima tutafute jinsi ya kuwanyanyua. mm -hmm. na hapa tunatafuta usawia, sio usawa peke yake mm -hmm. barandaka ni challenge wa dada na mabinti wote. Mimi nina binti nyumbani na miaka kumi na tatu mm -hmm. na mimi ni kiongozi mwanamke Sauda, wewe ni kiongozi mzuri sana kwenye media na wewe ni mwanamke. Tumefikaje hapa? Kuna mtu alitushikia mkono, umeelewa? Tujifunze kama tujakabisa kwenye meza na tuna kitu cha kuongea, tubebe kiti chetu tuende nacho kwenye meza, tusubiri kila wakati kupewa nafasi. Lakini na, lakini na mimi nikifunguliwa mlango nijifunze kumvuta Sauda nyuma yangu, kwa tujifunze kuongeleana mazuri, lakini pia tusubiri kualikwa, lakini tujiongeze ili mchango wetu uonekane. So, I think we should also model the way, yani tutengeneze njia ili tufanye nini, kuonekana tu tusaidie kugombea haki mm -hmm. Tubadilishe sera, lakini lazima tuonyeshe mifano na njia ili mm -hmm. nyuma yetu hatuoni, lakini pia hata wale watu wa kwenye sera mm -hmm. na ma, masuala kwenye governance watawala waseme ah, kumbe wa wanachomaanisha ni hicho kwa mfano mm -hmm. So we must model the way, tunasema kwamba haki, haki. haki tudai mahakamani Haki tudai kwenye sera, lakini haki na usawa tuonyeshe kwa vitendo mm -hmm. ili tuweze kuinspire kizazi cha mbele na wale tuzunguka pia. Nam, bado naendelea kuangalia Kidani kupitia hapa UTV. Mimi ni Sauda Hussein, tunapata mapumziko mafupi, ni kusihi tafadhali, endelea kubaki hapo hapo. hapo hapo na mtumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi na tunaendelea hapa na Kidani kilinganisha uh, kizazi tulicho nacho sasa, lakini pia ni kiongozi ambao anafanya kazi na vijana zaidi, wanawake na wanaume, unaiona tofauti gani kati ya kizazi cha milenia na hiki cha jinzia ambacho sasa ndio kinahitaji kushikwa mikono kuelekezwa? Yani kuna namna tu unaona kwamba kuna kuna ugumu mahali fulani, sijui kama wewe huyo unaiona. Kama kiongozi nalelea na vijana <laughs> nayaona kila siku <laughs> nalelea vijana uh -huh. nina jenzi wengi hapa uh -huh. Sitaki kusema kizazi fulani ni tofauti na kizazi kingine kwa sababu kila kizazi kinaathirika na mazingira aliyowazunguka. Mimi ni millennial, si uh -huh. sindio TV ya kwanza Tanzania, nimeiona ikitokezea hivi. Mimi nimezaliwa kwa mm. mpini ambacho kuna ITV na CTN tu. Sasa hizi kuna kuna media lukuki, nikua kuna radio radio 1 na uh, hey, radio Tanzania. mm. mimi ambaye ni, ni wale watu ambao tulikuwa tunasubiri mama na mwana mama ah, Debora Mwendo tunamsubiri, tunam, tunam atusimulie hadithi and it was beautiful mm -hmm. sindio, lakini sasa hivi in your phone unapata kila kitu Si ndio? so we had time kucheza nje, kufikiri, kuimagine, kuongea na kufanya kila kitu. Unfortunately sisi milenia mm -hmm. because ilikuwa hatuna a lot of technology exposure. Technology mm -hmm. ni nzuri, ikaa mm kwenye -hmm. mikono ya mtu mzuri ni, ni, ni tool nzuri, lakini mtu asipoongozwa inaharibu. kwa unakuta jenzi wengi bahati mbaya, bahati mbaya oh, social media wanatafuta mm -hmm. kuwa influencers, uh, kila mtu anadhania ni CEO mm -hmm. maarufu, ndio umaarufu mtu anakitafuta, lakini wanakuja baada ya kuona kwamba ni wachache wanafanikiwa. Wengi wao wanakuwa very disappointed, wanapata mental illness, wanakuwa na hiyo comparison syndrome, wanaanza kujikompea, wanaona hawafai. Wengine wanaanza kupata suicide thought, wanafikiria kwamba sifai, sina thamani, sababu ya teknolojia. mm -hmm. na sio kila mtu ana teknolojia anacho kiposti cha ukweli. Mmeelewa? A, tuna kazi kubwa ya kuleta tu nyumbani, umeelewa? Mm -hmm. Lakini je, do you meet people unaishi maisha ya ukweli na na mm -hmm. na watu wa ukweli. Je, una engage na community? Je, una actual miradi umeelewa? Mm -hmm. Je, unajua kuna dunia zaidi ya Instagram eh? Mm -hmm. kuna dunia zaidi ya TikTok kwa okay, jen, jen, Gen Z wana challenge hiyo, lakini tusiwakatie tamaa, kwa sababu pia they are very sharp on technology, they are very easy to, they are very daring tukafanye tukafanya hiyo pia. Si mileni si ni waoga waoga kidogo mm. Kwa tukichanganya vizuri partnership ni kwamba tu wana mazuri yao na mapungufu yetu kama vile mileni. Turudi nyuma kidogo, ulizungumzia suala la hata wewe pia ulishai kupata matatizo ya mirathi na umefanya pia sehemu hiyo kama unavofanya kazi na wizara ya maendeleo na kwenye sekta ya wanawake na kadhalika. Moja kati ya vitu ambavyo vinawarudisha wanawake nyuma ni mambo hayo ya mila na desturi na kadhalika. Unafikiri nini kinabidi kifanyike upande wa sera, ama mawazo yako tu kwamba nini kifanyike ili mwanamke asiendelee kupitia katika um, matatizo ambayo anayapitia katika eneo lote ambalo wewe tayari umeshafanyia kazi mimi mtu mwenye elimu ya sheria nadhani sheria elimu ya sheria inabidi iwe simplify iwe kama lugha ya kila siku. mm -hmm. Watu wengi wanaonewa sababu hawajui wa haki. Tufahamu haki za wanadamu zile 30 tufahamu sheria muhimu ambazo zina haribu watu, tujaribu zina, zina, zina, ku create paralegals watu, yani watu ambao hawajasomea sheria lakini wameelimishwa kuhusu sheria wakaelimisha jamii. mm -hmm. Ili sio kila mtu aishie mahakamani tuendelee kufanya kazi na traditional leaders kuwaelimisha, manake wale wakielimishwa viongozi wa kwenye jamii wanaenda kuelimisha jamii. Meelewa, tufanye kazi na viongozi wa dini, wanaasikizwa wana sana na jamii wengi, dini yoyote. mm-hmm. Ile si ndio? Lakini tusikate tamaa pia kuendelea kuelimishana na nini na serikali watunga sera, twende bungeni lakini mi nadhani kuna sheria ambazo lazima tu, sio nadhani, ni muhimu sheria ambazo ni kandamizi kwa wanawake zifungwe au zipigiwe kelele, iendelee kupigiwa kelele na watu wengi. Ni mchakato wa muda mrefu, sio mara moja. Ni nini nafikiri bado kinatufanya tu, miaka sitini ya uhuru bado tunapigania haki za mwanamke na haki zinatekelezwa, lakini bado tunasikia kelele wanawake

mtu anze kumwaga maji masafi mengi mpaka maji masafi yatoke, yatoke si ndio? Hmm. Mimi na wewe ndio hayo maji masafi sasa. Ni yes. <laughs> Ni, ni, ni vitu gani ambavyo unatamani vitokee lakini havitokei katika maeneo yoyote yale, kwenye kazi, kwenye nchi? Cha kwanza natamani sana elimu yetu, elimu ya nchi tukiongelea mindset transformation. Ingeweza kuangalia uh, ujuzi wa 21st century skills. Umeelewa? elimu yetu nadhani bado imekaa moo kwenye kukariri na kufanya mitihani zaidi ya kuwa na ujuzi na maarifa ambao unakubalika kwenye, unakubalika kwenye. La pili natamani sana Tanzania ingeanza kutumia sanaa kama sehemu ya, ya tunaita creative economy kama sehemu mpya ya kuchagiza ukuaji wa uchumi. Nimefurahi sana dira ya mwaka elfu mbili na hamsini imetambua kwamba sekta ya ubunifu na sanaa ni sekta ya, ma, sekta ya kimageuzi. Basi tutie investment humo ili sanaa ianze kutumika kama sehemu ya kutengeneza ajira, lakini sio sehemu tu ajira, ku influence mindset, sababu unajua kuna, kuna maongezi ni magumu, lakini ukutumia sanaa, ukutumia filamu, ukatumia fashion show, ukatumia theater, ukatumia muziki yanaongeleka, kwa sanaa ni sehemu ya ukombozi wa Afrika na ukombozi wa uchumi si ndio? Lakini kingine cha mwisho ambacho ki, ningependa kifanyike zaidi na zaidi. Tanzania imejengwa kwenye misingi ya umoja, nadhani umoja wetu sabidi tuanze ku redefine upya. Bara na visiwani, watu wenye fikira mbalimbali, imani mbalimbali, sisi ni wamoja hmm. Tuanze ku redefine Utanzania na Mtanzania ni nini regardless of our differences. Mm -hmm. Elimu, jinsia, imani, makabila turudi kwenye udugu, umoja, ile tunu za nchi yetu kabisa. Ni, ni vitu gani vinakufurahisha kama Bella katika maeneo tu mbalimbali sana? Sana. Nilikuwa najua kuimba, wow, lakini <laughs> <laughs> ni mwandishi wa nyimbo sana, nikianza mm -hmm. kutunga, nikipotea studio, nikiwa kwenye theater nikiwa nilikuwa naandika mavazi mm. napotea kwenye ulimwengu wangu mwenyewe kabisa, mm. Taarifa, mimi napenda sana kusoma, kujifunza, kwa hiyo nilipata new information and my mind is excited. haki haki, inanifurahisha sana, inanifurahisha na maarifa na taarifa. Lakini imani kwa Mungu kwamba Mungu yupo, God is in control. mambo yakinishinda, mm. na yachukua kwenye sala na mwachia Mungu, nenda kulala salama kabisa <laughs> Sa,

unamwambia ni nini msichana ambaye ana amemwona Abela anatamani afike kama Abela, labda yuko nyumbani, hajiendelezi, hajui nini anatakiwa kufanya, lakini mara nyingi watu wanatuma ujumbe mfupi wa maandishi hapa kuomba connections, labda na yeye ni msanii, labda anapenda sana, anapenda kujifunza nini, unamwambia Sauda? Ukijibeba utabebeka, usisubiri kubebwa kama kuna mtu ambaye hana sababu ya kuwa hapa ni mimi. Sijatoka kwenye familia tajiri. Nilifeli form 4, nikapata division 4, karibu kabisa na zero. Ndio leo naongelea kwenda kuchukua PhD. Baba yangu alifariki nikiwa na miaka kumi. Nimekuwa kwenye mazingira ambayo wakati mwingine ada ilikuwa ni ngumu. Najifahamu jinsi ya kulala njaa wakati mwingine kwenye maisha. Um, lakini leo sikumbuki nimetembea nchi ngapi duniani. Nimetembea nchi mpaka nimechoka, kwa nchi ngapi duniani. Nisio kama na pesa nyingi mara tatu ukiweka juhudi, maisha yanabadilika, ukipata watu wa kukolea. Mungu kwanza, lakini usilalamike, lalamike, usisubiri kubebwa. Yaani, pale ambapo kubeba, jibebe, jisukume. Na unajisukuma vipi? Kwa kujifunza, jitokeze, fanya t mm -hmm. So, vizuri lakini fanya kibabe mm -hmm. Ukiwa ndoto kubwa watakushika mikono tu, watu hakunaga bahati bahati mm -hmm. Zina juhudi wanasema mafanikio hukuta na mm -hmm. akili iliyo okay. Tayari vijana wangapi wanapata mkate wa kila siku au wanayaona matumaini ya kuishi kupitia Bela, kwa maana ya idadi ya vijana ambao wako chini yako, na nimeajiri vijana 23 TBI, na nadhani kwa miaka kumi mfululizo Tanzania Bora imeajiri kama zaidi ya vijana mia moja wanakuja na kutoka mm -hmm. mm -hmm. kwa miradi mbalimbali tumeshisha zaidi ya wasanii wa sabini sabini na tano lakini vijana wengi kwa miaka kumi mfululizo tumbo kwa mafunzo mbalimbali kama zaidi, mm -hmm. na kuhesabu na kusema kuhesabu vipi, umeelewa? Mko wengi sana ambao tunakuja <laughs> mafunzo <mbukumakuse> mbalimbali <laughs> lakini kwa sasa hivi kwa sasa Tanzania Bora imeajiri vijana 23 na ina wasanii 45 mm -hmm. ambao nawaona kila siku. Kila siku naona wasanii 75 kwenye ofisi yangu. Okay. Sige. Lakini tunashika watu wengi. Miradi yetu tunashika vijana wengi Afrika Mashariki, Afrika hata na kule duniani kushika. Nikushukuru sana kwa muda wako. Na mtazamaji, tunamaliza hivyo siku ya leo kwa wewe ambao walikuwa ukitufuatilia mwanzo mpaka mwisho, naamini kuna ambacho umejifunza, lakini kwa wewe msichana, ambaye uko nyumbani unatuangalia, una ndoto na kuna mahali umekata tamaa, umesikia story ya Abela hapa, alifeli alikufiwa na mzazi lakini amelelewa na watu wengi sana kwa kikubwa ni kuwa na jitihada kuongeza maarifa lakini kuwa na kiherehere eh, amesisitiza kiherehere kizuri cha mafanikio na mimi nikuache hivyo kwa siku ya leo kuna namba simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0788475656 tuma ujumbe mfupi wa maandishi ama nenda katika page yangu Instagram sauda_kidani_show tuma huko pia ujumbe mfupi wa maandishi na wewe kama ambaye ni msanii unatamani kujifunza Aa, nitumia ujumbe nitakuunganisha moja kwa moja na Abela. Mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.